Urusi imetekeleza shambulio kubwa la ndege zisizokuwa na rubani drones 595 na makombora 48 katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev na maeneo mengine ya nchi hiyo na kusababisha vifo vya watu wanne na wengine kumi kujeruhiwa. Jeshi la Ukraine limesema ulinzi wa anga wa nchi hiyo umefanikiwa kuharibu drones 568 na makombora 43. Mashambulizi hayo yalidumu kwa zaidi ya saa kumi na mbili ni miongoni mwa mashambulio makubwa zaidi kuwahi kulenga mji mkuu Kiev tangu vita hivyo vianze. Rais Vladimir Zelenski amesema mashambulizi hayo yameharibu kliniki ya moyo, viwanda na majengo ya makazi, huku akihimiza jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kali kudhibiti mapato ya nishati ya Urusi yanayofadhili vita. Zelenski amewataka washirika wa, wa Marekani, Ulaya, G7 na G20 kuchukua hatua thabiti zidi ya Urusi. Aidha, rais Zelensky amesema mfumo mpya wa ulinzi wa anga wa Patriot kutoka Israel tayari umewekwa na mingine miwili inatarajiwa kuwasili msimu huu wa avuli. Hata hivyo, Zelensky amesema uwezo wa Ukraine kujilinda unazidi kuishinikizwa kutokana na mashambulizi makubwa ya Urusi, huku akiendelea kusisitiza kuwa msaada wa kimataifa ni muhimu zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa ule Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi yalilenga miundombinu ya kijeshi kama viwanja vya ndege, ingawaje ushahidi wa uharibifu unaonyesha makazi na maisha ya watu yameathirika.